Habil alitoa kondoo bora na mnono zaidi katika kundi lake kwa ajili ya sadaka. Kabil aliweka nafaka mbovu na iliyooza kutoka mavuno yake kama sadaka. Katika sura Almaida, Allah tabaraka wa taala alisema: kisha wote wawili wakatoa sadaka, basi sadaka ya mmoja wao ikakubaliwa na ya mwingine haikukubaliwa. wakati huo Kukubaliwa kwa sadaka kulionyeshwa na moto. Ikiwa moto ungeteketeza sadaka, ilionyeshwa imekubaliwa na Allah. Moto uliteketeza sadaka ya Habil kwa hivyo ilikubaliwa. Moto haukuteketeza sadaka ya Qabil kwa hivyo ikakataliwa. Sadaka ya Qabil ilipokataliwa, wivu uliingia moyoni mwake. Alimwambia ndugu yake Habil kwamba nitakuua ili kero langu litatuliwe. Katika Sura Almaida, aya ya 28, Habil alijibu, Allah anapokea matendo kutoka kwa waadilifu tu. Ukiinua mkono wako kuniua mimi, sitainua mkono wangu kukuua. Ninamwogopa Allah, Bwana wa walimwengu wote. Wivu ulimpafusha Kabil. Kabil alikuwa ameazimia kumdhuru Habil. Kisha siku moja sheitani alimtokea. Sheitani alimfundisha Qabil jinsi ya kuua akipiga kichwa cha mbuzi kwa jiwe, na hivyo Qabil alijifunza kuua. Wakati Hazrat Adam alaihi salam na Hazrat Hawwa alaihi salam walipoenda haji, Qabil alitumia fursa ya kutokuwepo kwao akamshambulia Habil na kumuua. Hili lilikuwa mauaji ya kwanza katika historia ya mwanadamu. Baada ya kumuua Habil, Kabil alipata wasiwasi, akijiuliza afanye nini na mwili. Allah Ta'ala alimfundisha somo kupitia kunguru. Kunguru mmoja alimuua mwingine na kuanza kuchimba ardhi ili kumzika. Alipoona hivi, Kabil alilalama, ole wangu.